Ofisi ya mwakilishi wadi ya Bamba pamoja na ofisi ya maji yafungwa na wakazi, licha maafisa wa polisi kuingilia kati. Jana tuliona waziri akidanganya waziwazi kwamba volteji iko chini, kumbe ni deni hamjalipa tafadhali lipeni madeni. Shame on you. Watu wa Bamba wapate maji sisi. Kilifi County ndio ilikatiwa mita kwa sababu wanadaiwa pesa milioni 400. Sasa sisi tunauliza, hivi milioni 400 na kila siku mnachukua bili za maji pesa zetu zaenda wapi? Hayo mambo hayo sisi hatuyataki. Kama nyinyi mmeshindwa na hiyo hiyo shida ya maji, tunaomba tu Governor Resign, MC